Leo hii tupo kijijini kabisa, hapa ni Tumbatu na unaona mandhari halisi ya Kitumbatu eh, hata sauti za wanyama zinasikika hapa hapa. Uh, ujio huu ni kumfata Nahoda Yusuf Nahoda Haji maarufu Nahoda TZ, au uh, unaweza kumuita Nahoda Creative uh, yeye ni mtu wa uh, kusanifu picha, unaweza kusema graphic designer uh, ana historia nzuri ya maisha ya kufundisha jinsi ya kupambana katika uh, kujitetea kwenye mambo ya kiuchumi huko, kama kijana, kuna stori nzuri sana ya kusikiliza hapa, na kuomba tufuatilie kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. mimi ni Master Shwa. Nahoda, karibu sana Asante, nimekaribia. Asante sana. Kwa mtu ambaye hajui dhana ya graphic design, unamfahamisha vipi? yaani kwa, kwa, kwa kifupi ukisema graphic design, tunasema ni usanifishaji. Kwa hiyo hii ina, ina, ina maana kwamba unatoa kutoka neno kutoka kwa, yani, unatoa kitu kutoka kwenye idea, tunaibadilisha ili iweze kuonekana. Yani kwa mfano wewe unanipa idea, nipo na hivi na hivi na hivi, mimi kama graphic designer naibadilisha idea yangu kuweza kuonekana. Yani ndio dhana fupi hiyo, kwa sababu tukisema tuongelee tu, tu, graphic design kwa, kwa upana hapa tunaweza tukachukua masaa mengi na kipindi sio kivyotarajiwa kiwe kirefu zaidi. Kwa mfano uh, na kupatia taswira yangu inayojenga kwenye akili yangu kwamba nahitaji picha ambayo itakuwa inaelezea jambo fulani, wewe na convert mawazo yangu kuja kwenye picha inayoonekana kabisa, kabisa, ndio ina, ndio maana halisi ya graphic design. Kabisa. Na uzoefu wako kwenye tasnia hii labda umeanza mwaka gani na uh, umepata ujuzi huo kutoka sehemu gani? Kwa upande wangu, yani binafsi, nimeanza sasa na miaka mitatu hasa ya, ya kufanya kazi hii, lakini zamani nilikuwa napenda, nilikuwa sijajihusisha, lakini sasa hivi na miaka mitatu na uzoefu wa miaka mitatu kwenye tathnia hii ya graphic design Kabisa. Unafanya nini hasa kwenye graphic design? inafanya graphic design, kazi mbalimbali ikiwemo mbali, za graphic design kwa sababu nikutofautishie, niku, kwenye graphic design kuna kuna graphic design ambayo inakuwa ni still kwa mfano vitu ambavyo haviwezi kumove, lakini unakutana na motion graphic design ambayo inafanya mo motion. Kwa hiyo kuna graphic ambayo iko still na kuna graphic ambayo ina, ina animate, yani unafanya kitu ambacho kinaweza kika, kika, kika move kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na wewe unafanya yote hayo kabisa kabisa, uh, katika kazi hii ya uh, graphic design kwa sasa uh, inaweza kuwa ni fursa kwa vijana, kwa maana tunapozungumzia uh, kwenye suala la ajira. Naam, kabisa kabisa ni yani, ni, ni, ipo kwenye soko sana kabisa, huwezi kuishi bila graphic design uh -huh. kwa mfano wali waliotengeneza wali, wali kwa mfano we unaenda kwa mfano unaenda choni choni, utatumia mswaki uh -huh. aliotengeneza mswaki ka, ka design mswaki sasa ni graphic design itategemea, nisem, ni graphic designer ana gani, ndio legamba la mswaki basi, ni, ni, limetengenezwa na designer uh -huh. Au tuseme unapita kwenye mabango hayo pesa zile, waliotengeneza ni designer, haija haijavumbuliwa tu pesa imechimbwa kwenye nini kwenye, kwenye, nini iko kwenye, kwenye, kwenye ikatolewa uh -huh. Lakini yani, maisha yako yote unayofanya, una, una, basi wamehusika graphic design. Yaani graphic design uh -huh. Ni, ni part ya sanaa uh -huh. Zipo sanaa ambazo zinaonekana kwa mfano, unakuta waimbaji wana perform wale ni wasanii. <coughs> <coughs> Lakini graphic design watu ambao wana design huwezi kuwaona, yaani asilimia chache huwaone design, utaona mabango wanaodesign au utaona yani wako nyuma ya kompyuta huwezi kuwaona na uh, haihusiani na hiki ambacho tunakizungumza, lakini kuna jamaa mmoja aliwahi kuniambia kwamba ukitaka kumsifu Sharukan kwa ukubwa wake kwenye sanaa usiishie kumsifu Sharukani, msifu aliyetengeneza maigizo ambayo anaigiza Sharukani. Ndicho ambacho unakizungumzia hapo, hey, hey, kwa sababu vitu ambavyo unaviona kwenye maisha yako vyote wa graphic design, humjui ka design nani ndio yani, kwanza humjui nani ambaye amedesign lakini unaviona vinaonekana vina, vina vizuri kabisa kwenye, kwenye, kwenye maisha yako halisi. Kwa mfano unatembea huko kwenye barabara -bara. Unaona unaona mabillboard sijui, unaona manini, nani katengeneza. Lakini nitakupa short story uh -huh. story kitu ambacho kilinivutia hiyo story, kila, kila mtu namsimulia. Kuna kuna kipindi niliondoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya. yani kutoka sehemu ambapo ninaishi Hmm. Nyingine. Na na unaposema sehemu unayoishi unaweza hapo pia kuwapatia. Yaani, natoka Tubatu naenda mjini. Kipindi hicho, okay. Nipo mdogo. Yaani, tunapita na nko wangu, yaani, mjomba wangu tunapita barabarani tukakuta mabango yale, nikamuuliza kuna siku haya, haya mavitu yanatengenezwa kwa nini? Akanambia tu haya mavitu yanatengenezwa kutumia kompyuta. Kompyuta wanatengeneza vipi? Akanambia hii ni kazi kubwa sana kukuelezea, sasa itakuwa ni ngumu kwa hiyo theory yangu tokea nidogo wanatengeneza kompyuta. Kwa hiyo nikaamua nikimaliza kusoma nitajifundisha kompyuta. Kwa hiyo yaani, hii kazi niliipenda tokea nipo shule, yaani tokea nipo shule. Kwa hiyo unajikuta ipo kwenye moyo wangu lakini Mendefenda. Kwa, kwa, kwa, kwa Zanzibar, miongoni mwa changamoto ambazo napata na kuzisikia kutoka kwa vijana ambao wana ndoto ya kufanya kazi kama hiyo, wanasema hamna labda vyuo maalum vinavyosomesha mambo ya graphics na ishu kama hizo. Kwa upande wako uliwezaje kumudu uh, changamoto hiyo na kuweza kufikia malengo yako ya kuwa graphic design? Ha, ni, sto, ni, ni story ndefu. Najua dunia sasa hivi ya, ya, ya, ya kidigito wanasema dunia ya kiganjani kwa hiyo sehemu ya kujifundisha haimaanishi uende chuoni. Kuna watu ambao ni graphic designer wazuri au videographer wazuri, walimesoma kupitia majukwaa mbalimbali. Jukwaa ambalo maarufu unaweza kujifundisha kitu chochote ambacho unakitaka ni YouTube. Ukiwa na bando lako tu unaweza ukaandika, namna gani naweza kupika keki, utaletewa. Namna gani ambavyo unaweza kutengeneza kipeperushi, utaletewa. Namna gani ambavyo unaweza nkatengeneza video video yangu namna gani ambavyo unaweza kutengeneza kujifundisha namna gani ku, kupiga picha yani everything ambacho unakihitaji utalikuta kwenye jukwaa la YouTube kama una ndoto zako basi usiseme tu sina uwezo wa kwenda chuoni chuo, kujiunga na chuo kwa mfano ah, kosti, laki tano, laki sita siwezi kuimudu kwa vile una simu yako na sikufiche, kama una simu yako ya laki moja na nusu pengine wow. tafuta bando lako tu la shilingi elfu Ingia kitu gani ambacho unataka uhum, kujifundisha au career yako ipi ambayo unataka kujifundisha, au niche gani ambayo unaitaka. Yani naposema niche, yani niseme, ninasema na career, yani kitu gani nataka kujifundisha. Graphic design nataka kujifundisha, videograph nataka kujifundisha, photograph, yote utayakuta kupitia YouTube kwa sababu yapo majukwaa ambayo yanatoa hizo skills, lakini huwezi kuafodi bei zake. kwa mfano kwa hiyo kama unaanza wewe kwa mfano unataka kujifundisha basi anza na YouTube. Baadaye ukiona ah, maendeleo yangu hapo vizuri, utaanza kununua kozi ambazo zinalipiwa. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe nimeanza YouTube na. Na unajivunia nini kupitia kazi yako hii ya kuhi, uh, graphic designer mpaka muda huu? Umeniambia kwamba takriban miaka mitatu sasa, ni kipi unachojivunia? Kwanza kitu ambacho unajivunia ni jamii yangu imeanza kunielewa kitu gani ambacho unafanya, na kuna watu ambao wanashajishika kupitia hichi kitu ambacho nakifanya, na wanatamani kufanya hichi. Kwa sababu graphic design, mwanzo wakati unajifundisha, ni, ni, ni ngumu kupata, kupata kitu, kupata pesa. Na ukiendekeza pesa mwanzo, basi utafeli kujifundisha, kwa sababu unatakiwa kitu cha kwanza, baada ya kujifundisha ujitolee kwenye jamii yako, au jitolee watu wakujue uoneshe portfolio yako, yani uoneshe kazi ambazo unazifanya watu waku, ili watu waweze kufanya kazi na wewe, unafahamu. Ha, siwezi kukupa kazi, sijahi kukuona kazi ambayo umefanya. Kwa hiyo nitafanyaje kazi ili niweze kupata kazi? Naanza kujitolea kwa jamii, ataniona, ah, ah, mtu fulani kafanya kazi hii, kafanya yeye? Kweli Nahoda ndio kafanya. Unaanza kafanya kweli, ah, Nipe namba za nao. Kwa hiyo unaanza kupata connection mdogo mdogo, kwa sababu watu wanasema, ah, siwezi kumpa kazi yangu sijawahi kumuona kazi yake. Kwa hiyo kupitia wale jamii yako basi ndio itakupa, itakupa connection. Umeanza pengine umecharge, kwa mfano mtu umemtengenezea business card umemcharge 10000 tu, 5000 bure, lakini kuna siku ambapo utakuwa ushakuwa ushakuwa expert, utaanza kufanya kazi zako, mtu akija, nataka unitengenezea business card anakwambia un, logo. Kwa hiyo logo yake ina package flani, kwa mfano milioni moja. Ni kute, ili nikutengenezee logo ndani ya package utakuta kuna logo mfano kuna, kuna tofauti tofauti ambazo uta, utaziendesha kwenye taasisi yako kuna yani, in, in itategemea na design au na mtu ambaye unamtengenezea kazi anahitaji kazi yake kwa sababu gani kwa kitu gani kwa hiyo kwa unakuwa kwa Zanzibar uh, masoko ya kazi hii yapoje? Kuna sehemu ambazo unaziona uh, kwamba ni fursa kutumia kazi hii ya graphic design? Yani in short, graphic design popote inatumika makanisani, ofisini, shuleni, kwenye vituo vya, yani popote basi inatumika. Kwa hiyo mtu ni ngumu ile kuanza na kuanza ni ngumu, kwa sababu unachukua muda mwingi kujifundisha. Unaweza ukachukua miezi sita miezi saba mwaka, itategemea na akili ya mtu. So kila mtu anaweza kuelewa kwa mea kwa miezi sita miezi mitatu na ndoto ndoto yako kubwa ambayo uh, unasema kwamba hii lazima niweze kuikamilisha, iwe itachukua miaka mingapi, lakini hii lazima niweze kuikamilisha nipi na hiyo. Naam, kabisa kabisa, kila, kila mtu anafanya kazi kwa ndoto kwanza, kitu hicho ya, yaani, Hakuna mtu ambaye, wengine wanafanya kazi ili waonekane, lakini ndoto yangu kubwa ni kwanza kutengeneza jamii ambayo inaamini kwamba graphic design ni kazi nayo, isitoshe kujitengenezea kipato mimi mwenyewe, alafu kufundisha watu kupitia kile kitu ambacho nimefundishwa. Na kwa, kwa upande wa kufundisha watu, watu ambao wananifuatilia nimeamua kwa sababu kuna watu wananifuata nami niko bize, wanaambia Nahoda, tunataka unifundishe face to face. face to face siwezi, utatufundisha kwa njia gani? nikaambia inshaallah hu last month nitatengeneza YouTube channel ambayo itakuwa inaitwa Nahoda Creative. Kwa hiyo hiyo utajifundisha masuala mbalimbali ya ubunifu, teknolojia na, na t zote ambazo zinahusiana na, na, na, na, na, na ubunifu kwa hiyo unaweza kusearch ku, ku, ku, ku, ku hiyo channel unaandika Nahoda Creative. Kwa hiyo utajifundisha masuala mbalimbali mbali ya ubunifu na teknolojia kabisa kabisa. Unaweza kushare mawasiliano na watu ambao wanahitaji ku uh, wanakuhitaji kikazi zaidi. Uh, yani mpaka sasa hivi natumia mtandao mmoja tu mpaka sasa hivi ambao uko uko, yani muda wote unaweza ukanipata ni Instagram. Nienda pale, andika Nahoda tz underscore tz utanikuta na utaangalia baadhi ya kazi ambazo nimeziposti, nimezifanya mi, mi mwenyewe. Kwa hiyo nipo kuandaa kuandaa ndondoo mbalimbali ambazo zitawafundisha watu. Kwa hiyo ni sehemu moja tu, na ni DM, Nahoda, nataka, nataka kazi. Neno lako la mwisho kwa kijana ambaye anakuangalia time hii kupitia fani media, yeah. neno langu kwa, kwa kijana ambaye ananifuatilia ni kwamba kwanza usichague kazi, kazi ni yoyote kazi ni, ni kitu ambacho kinakuingizia wewe mwenyewe na, na ukiendesha maisha yako kwa, usiseme tu ah, e bwana, kazi ile ngumu siwezi kufanya kazi ile, sijui kompyuta. Hakuna mtu ambaye amezaliwa, yaani hakuna mtu ambaye amezaliwa, wewe umeamua tu nataka kujifundisha hichi kitu. Kwa hiyo kama unataka kujifundisha, focus kwenye ndoto zako. Ukesha focus, utaungulia uta, uta maumivu kwa muda wa miaka mitatu minne, lakini haiwezi ku, yani ukiona unafika miaka sita miaka saba basi hujaweza ku, hujaweza kujua bwana hii ni cha niyochagua inaniingizia kitu gani? Basi achana nayo tu, lakini nashauri watu ambao wanataka kujifundisha creative, creative skills hizi, basi unaweza kuni, kuni, kunipata kwenye kuni channel yangu ya Nahoda Creative, unaweza ukajifundisha maswala mbalimbali ya videograph, motion designer, photograph pamoja na graphic design au na, tunaweza tukaongeza na masuala mbalimbali mbali ya, ya teknolojia. Kwa mfano unaweza kutengeneza website kwa kutumia WordPress au kufundisha masuala mbalimbali yanayohusiana na website kabisa kabisa. Asante sana na karibu sana Fani media. Shukran, na nimekaribia